Kabla ya kuingia kwenye masala ningeomba, kuna ndugu zangu, mimi kawaida Ramadhani hii sisafiri sana, lakini kuna sehemu sikosi kusafiri Dar es Salaam, kitui na Zanzibar. Lakini kuna ndugu zetu wa Zanzibar wali wamekuwa kuulizia mbona sendi mbona, napenda Ndugu zangu sisi Waislamu tuna matatizo wallahi, sisi Waislamu tuna matatizo. Napenda mimi niwajulishe kwamba mimi sijakataa kwenda Zanzibar, lakini kule Zanzibar kuna Majlisul Ulama kama huko kwetu kuna of, Kadhi's office ile Majlisul Ulama ndio isimamia mambo ya, ya makadhi ina na mufti ile ndo kama mliosikia kwamba kuna huyu ndugu yetu Muhammad Bachu alimfungia na mi pia amenifungia. <todos> tatizo tu tuna tofauti. Mimi kwa nini nikafungiwa? mi sijamtukana mtu, si haijatokea mi kutukana mtu, lakini <todos> ule rafiki yangu ambao kwamba mara nyingi mwanafunzi mwandani wangu hunifanya mimi nikaenda kule, ana mmoja hawasikizani naye na hili ni matatizo katika dini, tukiitia na umimi tutaharibu. Na mi napenda kuwambia, haswa ujumbe huu, napenda kumtumia mufti wa Zanzibar watamharibia ile kabineti yake ikiwa watu watakuwa wakifanya kwa maslahi ya huyu. Nampenda mimi huyu rafiki yangu huyu, kwa karibu na mimi sawa, mimi, huyu hako na mimi huyu, dini haitakiwi kuingizwa siasa ndani yake, ya hii siasa yetu ya, ya, ya kuwa aniungae tamruhusu Asoni unga block. Ha -ha. Hawana hoja. Walimuita huyu bwana. Wakamwambia mimi nina matatizo matatu. Tatizo la kwanza walimuita juzi juzi ya. Tatizo la kwanza asema kuna siku moja alialikwa mkutano wa kidini na rais alikuweko, badala ya kwenda kuzungumza mambo ya dini akwenda kumwambia Mama Samia boda si usumbuliwa. Sasa hili ndio la kunifanya mimi sizungumze dini, kwani mimi huja Zanzibar kuzungumza siasa? Mimi huenda Zanzibar huwa alikuwa misikitini. Sasa hili nafasi nililipata, nikaona wendani wangu, mimi si mwana siasa, nimeomba kama mimi. Kwa nini yeye asitunge protocol? Ya khi, mimi nina dini, protocol muhimu kwangu mimi ni dini. Siwe, si, ma, si, si mambo ya, ya kisiasa. Mimi popote mkinialika lazima watu wajue, usiniwekee protocol ambao kwamba kwa haikubaliani na kama waona kuna protocol muhimu kushinda dini, usinialike nilikuomba mimi. Mbe, bwana atakuja Ruto hapa, lakini usizungua a a ukiwa, wataka, una masharti yako, usinialike mimi. Mimi sijakwambia bwana, nipenda mimi nafasi zungumza mbele ya Ruto. Si muhimu mimi. Mimi muhimu. Mimi nazungumza mbele ya Mungu hapa bwana. Una zaidi? Nani muhimu? Wa man ahsanu qawlan mimman da'a. Eh, atakunekea ya mtu. Kama wewe mtu kwako ana thamani mimi, Mungu ndo ana thamani. Ikawa hilo nikosa. Nini? Ya khi, mimi mimi ha, hakuna mtu ataona kuna clip mimi nimeweka ya mama Samia, kunambia kusema. Kwa sababu mimi muhimu, sikupendwa na mama Samia, mimi muhimu kupendwa na nani? Kama ni kitu kilikuwa kinifurahisha mimi ngekiweka kile kwenye kwenye, mimi niko We, na mitandao yangu, huwezi kuona clip ile. Kuna mtu kila mmoja anitumia, eh, una neno eh, sina neno na mama Samia. Miaka mitano, miaka kumi, mpe, baada ya hapo atakuwa kama wengine, lakini wewe kuwa na nani nani. Sasa hilo likawachoma, ikawa mimi yani, pili mimi na permit kule limewachoma pia. Kwa nini mimi nimepewa permit? Sasa mimi nimepewa permit, si serikali nyinyi? Si mimi kwa serikali. Wako watu katika majlisi ulama wanatumia, yani majlisi ya kudhaa wanaitumia kama hapa kwetu hapa Kenya Jama nini, ukiwa kwenye kitengo cha dini, mche Mungu, simamia dini kisawasawa, au toka kwenye hapo. Kisha wewe tena utakaye, lakini utataka kwenda kuadhibu watu. Juzi mimi nimealikwa mkutano kabla ya Ramadhani, wana kongamano kufanyika pale. kabla ya ya Ramadhani Ramadhani pale manake waliweka sharuti mimi, sasa siruhusiwi kwenda kuzungumza Zanzibar muhadhara wote, mpaka wapelekewe wao wa barua kisha wakipelekewa wa approve kwamba haya, tumemruhusu. Mimi nikawaambia wale jamaa, bwana jimwa nitaka mimi mimi nimewekewa zikwazo, nenda nikapelekea barua. Wamepeleka barua, wamemwambia tutakujibu, tuta wamekaa mpaka siku ramadhani imeingia, mwambia baada hatujakutana, baada hatujakutana. Sasa mimi hata nashindwa kwa kosa gani? Lakini wao wajijue hili baraza la ulama, baraza huko kwa muda tu utaondoka, kuna na Mungu utamjibu nini? Na hakuna sababu. Sababu iliyoko ya msingi ni kuna fulani na fulani hawasikizani, basi huyu huja kupitia fulani mathalani, ni mtu aje hapa Kenya, huletwa na msikiti fulani, wewe upende ile msikiti fulani ndio ukatia fitna. Haitakiwi namna hii. Analo analoeleza huyu bwana kosa lake ni kadhaa ni kadhaa Jingine walolielezea sababu ati mimi mashekhe huita kwa maina yao. Yaani badala kuna na shekhe fulani nikamwita nika fulani. Nimwambia nipeni sasa shahadi si shahadis. Mimi hadhara yangu yote ufanye nini? Siko live. Nipeni. Alafu ikiwa kuna shekhe umemwita kwa ina, bi Mungu umuita kwa ina. We Mungu umuita nani? Mungu. Wala Mungu hawi mkali, mbona kuna na bwana mkubwa mtukufu Mungu. Ah Mungu moyo kwa Mungu si ndio jina lake? Jina la Mungu ni lipi? Ni Mungu. Ah, ah, Yesu Allah ni Kiarabu. Jina la Mungu ni nani? Mungu. Kuna mtu anena Mungu, akaona yeye mbona sikumtukuza Mungu, umemwita Mungu? Ya khi, kuna mambo mingine. Yaani utaona haya ati hawa ni watu wamewekwa wasimamie dini. Si ni kuonesha kwa, kwamba huyu mufti ana watu tini hawastahiki. Wewe utatokea hizo hicho ye, kweli? Kwamba fulani hutuita sisi kwa majina yetu hey, hey, hey! Wallahi yani, ya khi, hivi vyeo vyaharibu watu, hivi vyeo. Yani mtu amekuja Izuddin bose, tuishimiana mishaikh Izuddin. La haula wala quwwata illa billah, wallahi hivi vyeo vyaharibu watu hivi vyeo vyaharibu watu, kwa hiyo mimi napenda, manake mimi ni kila nikikaa, hawa, mbona huji Zanzibar? mbona huji Zanzibar? napenda niwajulishe, sikuwa sitaki kuja Zanzibar mimi. Hawa ni hawa kunikataza kwenda Zanzibar, a, wamenikataza nisitoe muhadhara mpaka wane barua. Na cha ajabu, angalia, wao mimi wameniwekea vikwazo juzi, mimi pamoja na rafiki yangu, si wajua au? wale wa, wa, wa, kila chama cha ulama, kuna watu ukikubali, kuna watu hawakikubali Yaani, si umeona, sisi hapa kuna watu tuko na kadhi, kuna watu hawako. Sasa wale uhodari wa kadhi ni kumfanya kila mtu amkubali, japokuwa kwa wewe una msimamo wako, lakini nikubali wao. Kuna watu wamewafanya hawakubali. Sasa wale watu hendra wakaitolea mihadhara, wakirudi hata habari. Mimi ninaowakubali na kuwatambua nawapelekea barua, hawataki. Lakini litakalokuwa sasa, watanitia ndani, nitakwenda na nitatoa muhadhara wanishike wanitie ndani. Hapo sasa kutajulikana mbivu, maanake wengine wamekwenda hawakuambia, hawakua leteni barua. Wekiona chuki baki na chuki zako, si wakataze watu. Heri mimi mimi, natoa huu ujumbe, na nataka umfikie Mufti, na naomba wale maanake mashallah wa Tanzania, hodari zengeni title muipe title mutakayo, Sheikh Izudini meshambulia mufti. Imefanya nini? Mimi sijamshambulia, namuomba akae na hii kabine, kabineti yake aiangalie vizuri aipekue vizuri, yamuharibia ya jina. Kuna watu hawafai pale, na mimi wakinitaka waniite, niko tayari kuelezea ushuhuda kwamba kuna watu hawafai. Wakikuona watatekana na, wa, na wewe lakini, tahsabuhum jamian wa qulubuhum kwa nini iwe namna hiyo? inna Allaha yabghadhu dhal wajhain, Mungu atukia mtu mwenye nyuso mbili. Akikuona haitakiwi kuwa straightforward, au sio? Bwana tukujue ni hivi au ni hivi. Imekuwa afadhali serikali zisizokuwa za Kiislamu, imekuwa kuliko nyinyi serikali za Kiislamu imekuwa hela, Uislamu imekuwa zikwazo mimi siya mtukana mtu. Naneteo shahidi kwa mimi mtukana mtu. Mekonda sazi banka mtukana mtu. Mimi sina miskiti kule siya alikuwa. Miskiti ya... ya madhehebu tofauti tofauti. Kwa nini? Kwa sababu mimi naheshimu kila mtu msimamo wake. Simwingili mtu kwa msimamo wake. Simtukani mtu kwa msimamo wake. Lakini basi tu. We henda paka wakamu tena. Tena wawu na huifakhiri. Yule tumemfungia. Mmenifungia ni? Mmenifungia. Lipi mmenifungia? Na cha ajabu mimi nikienda angalia, mimi wallahi, hakuna kitu kibaya jamani, ni kama unafiki. Ukienda kwambia, wewe kwetu huji kutoa maelezo. Nyie mmenifungia, mmtaki mbele za watu, mtaka kuonesha, kwa maana nyinyi mtaka mimi nende. Si haki. Mimi kulikuwa na harusi ya mtoto wa president, ile alikuwa andi, mimi nimekuwa Juma la kwanza kusaliwa Ikulu, walimega mimi ni khutubu. Wao wame, wamefanya hivi, rais mwenyewe akasema wateni fulani ya khutubu. Ikawa nkuwa sasisi mimi, bwana, mi siyataki haya mimi, hakuna kitu sitaki kuwa mbele mbele. Mi nimeambia hapa shibu, atakaye swala yangu ya dhuhuri atakaye nimwatia swalisha na mimi napenda hapo kuswalisha. La, mimi mbona yeye amekuwa kutoa mafua, ningeji pumzikia kule. Lakini la napenda kutumikia dini, wala sitaki nijulikane mii nilotumikia, lakini huu ndio ukweli. Na Muhammad alikuwa anambia na na hakika hawajui na haya, mara nyingi ugonjwa pe kaida mara nyingi ukiona kwenye idara utokea matatizo mara nyingi ni hivi vidogo vidogo, nini waogopa wow, yake mimi sitaki kuwa mufti wa Tanzania, mimi sitaki hata mufti wa Kenya, si mufti ukadhi si utaki, bina tania yao ni zudini bas tosh. Mana alhamdulillah baki ni zudini kina ukipita mahala hata zudini hakuitu kutakula wao wow. <laughs> <laughs> Tuendeni namna hiyo vijana, mashaallah. Mtu kijana haogopi kwa kusimamisha ndiani shekhe kulawao na swala marhaba, ufanye nini akhi? Ukimkasirikia hata kuuliza, kuna watu wana masala huja huja kusimamisha, shekhe, shekhe, hata kutoka utoa meno atoi kuna, kuna makina ajiona naja mahala salama, nitauliza hapa ntapata jibu, atatekana. Wewe utatekanaee, atateka alhamdulillah. Lakini jamanini, dini tusitie chuki katika dini, tupeane nafasi watu watumikie dini, kila mmoja kwa nafasi yake, na taufii anataka kumpa Mungu. Lakini wewe huwezi kuniinua wa mimi, wala huwezi kuteremsha mimi, aliambiwa Mtume, inna la tahdi walakinllaha Kini kuona chuki ati huyu kwa sababu nini? Kwa sababu nini? Kwanza kwa mmesahau sababu... kwa anda... A... A... A... hili kwanza anaambia yuaja akiondoka hata taarifa kumimi. Zanzibar ni kwetu. Sheikh Abdullah Bakathiri amezikwa kule, kabla Zanzibar haiyawa Zanzibar. Na ule babu yangu tu, ningekuwa mwanamke hafai kunioa, ni wako si wako, yaani mtu Fikiria wewe ukibadilika moya, wewe ukiwa mwanamke hafai kukuoa, maana yake ni wako sana. Sharifuddin, ambaye ni babu yangu, huyo ndio babu yake alimzalia mama yake. Hata sishukii kwa mtu, nashukia kwetu, kwetu, ambao mimi nina haki yangu, haki nyumba, sio imewekwa yoyote, aliozalikana na kizazi cha Bakathiri sisi kathiri ana haki yao, mimi ni ha? mgeni hapo, sitaki taki uka magari. Tulikwenda Sudani sisi, tukatukuliwa, nialikuwa mkutano Sudani wakati wa Amar wa Bashiri, tukaetewa presidential escort ile, tulikataa baba. Hey, hii kwenda kuiokana mafuta yako ule adui akutafutao hukupata rais kwa hiyo, ukitembea wewe kwa watu hajui uko kwenye tuktuk, una uhuru yake kupanda zigari za serikali serikali zizi wii wii wii, wii. na wewe mwenyewe wa <laughs> ikushishie ni kweli si kweli, lakini wallahi, wewe umekona mahala, mimi tumeenda mimi na daktari Mbaraka huyo aweso huyo wa Nairobi, tumealikwa mkutano wa makamu wa rais tukaenda wallahi, chumbani ukifungua wa mlango askari amekusimamia. Hey, sisi mako tumepewa suti zile rumu suti. Mimi chumba changu chumba cha pili, kuna mlizi wangu uauu Hayana raha. Si tume mimi mara ndiani tumetukula na mahonda ndiani umeona mahindi uchoma. Kwa sababu bose taka mahindi anambia, ah, protokoli hatuwezi kusimama hapa paka. Niambia tukimaliza rudi na protokoli zetu, twatena magari yetu turudi wenyewe. Ah, kuna kuna maisha si tumeyazoea yana raha. Tunale maisha wallahu ya'simuka minan nas. Mtegemea Mwenyezi Mungu basi. Mimi huambia siku zote hapa, ali ndwae hana maisha ya raha alindwae wallahi hana maisha we yani, ya raha. Wewe angalia sengine, juzi mimi nimeona klipu moja bakaresa mitaani, yani yeye mwenye pia hona raha, anapotembea ya hi kule kutembea na huku tuli. Alikuwa harusi nyingine pia ya mama Samia, huyo alitualika na manaye pia akatualika. Basi tulipofika kule kwenye harusi anasema, wallahi wanadamu, sengine unatamani uketi kiislamu. Maana yake uketi kiislamu hakuna mkhofu Hakuna hofu lakini sasa, hizi protocol nazo, mko kiskana huyu, lazima askari asimame hapa. huyu asema ya akhi, asema hakuna maisha ya raha kama mtu kuishi maisha ya Kiislamu. Wewe angalia sisi hapa, wengine miskini wameilalia bukhair wa hamsini fi qarar makin. Angalia wendani wetu. Wewe angalia wendani wetu tu, Mwenyezi Mungu awalete nusra wa Gaza. Waweza kukaa kwa tulana madarasa namna nini? Hawezi. Tena mtu bwana pale ana zile anazils zimekuwa tayari sasa wa raha mustarehe. Na ujumbe wangu nitakao kwa haswa kwa mufti wa Zanzibar au naibu mufti wawe wa kweli, hii cabinet jamanini iliyoko majlisil ulama, wa wamtumikie Mungu na mtume wasijitumikie nafsi zao. Kuna watu pale hutumikia nafsi zao, kuna watu hutumikia nafsi zao. Mtumikieni Mwenyezi Mungu, mtumikieni Mwenyezi Mungu yahi, hivi vyeo vya duniani havitotufaa ikiwa havikufungamanishwa na Mwenyezi Mungu. Mtumikieni Mwenyezi Mungu na mtume, kuweni wa kweli, anayestahiki kupewa nafasi apewe, wateni kutauana kwa maina tu, tauaneni kwa vyeo unaovtenda kazi, yupi anafanya kazi, yupi anastahiki apewe na jukumu mtakonda kuwachukua. Mwenyezi Mungu taata hivyo vyeo hapa, walitangulia wengi.